Mkoa wa Katavi peke yake tunao mkakati wetu wa ziada kuhusiana na swala la lishe, na hii imetokana na kuwa na hiyo asilimia ya watoto wenye udumavu, ambayo tunapaswa kuhakikisha kwamba chakula tunachokizalisha kinapatikana na kinatumika kikiwa na viinilishe au kikiwa na maelekezo maalum yatakayohakikisha virutubishi vinapatikana kwenye chakula hicho kwa ajili ya marika yote yanayohusika katika afua hizi za lishe na kwa maana hiyo kuna uhitaji mkubwa wa kuwa na uongezaji wa virutubishi kwenye vyakula kama ilivyoelezwa hapa, vyakula vinne ambavyo vimeanza ili kuhakikisha kwamba uhakika kwamba virutubishi hivi vinapatikana. Aa, na kwa maana hiyo, kwa taarifa zilizopo kwenye mkoa huu zinaonyesha kwamba kuna jumla ya mashine takriban 359 ambazo zinafungasha unga wa mahindi na kumi na tano zinazoongeza virutubisho kwenye unga, ambayo ni sawa na asilimia 73 kati ya hizo mashine tulizozitaja. Pamoja na jitihada hizi ya kuwa na mashine hizo za kuongeza virutubishi bado mkoa unakabiliwa na changamoto mbalimbali mbali, ikiwemo uelewa mdogo wa jamii yetu kuhusu umuhimu wa vitamini na madini, lakini pia changamoto ya mwitikio mdogo wa jamii kuhusiana na matumizi ya vyakula vilivyoongezwa virutubishi, lakini pia tunayo changamoto nyingine ya usimamizi hafifu wa kanuni, taratibu aa, na sheria pamoja na miongozo ya, uonge, ya uongezaji wa virutubishi kwenye vyakula katika ngazi ya halmashauri. Na ndio maana hapa viongozi wote ngazi ya halmashauri, kwa maana wakuu wa idara wanaohusika, lakini pamoja na wakurugenzi watendaji, ndio maana mko hapa kwa ajili ya kupewa uelewa, ili kwenda kubadili fikra na mtazamo, na baada ya hapo kusimamia vizuri, kuhakikisha kwamba uongezaji wa virutubisho kwenye vyakula unaeleweka na kwenda kusimamia utekelezaji wake kwenye jamii. Lakini jambo la tatu ni kuhakikisha jamii inatumia vyakula hivyo vyenye virutubishi ili kuweza kubadilisha hali ya lishe, kuondokana na udumavu na kupata lishe bora. Lakini jambo lingine, kuwapa kazi na kuwapima maafisa biashara pamoja na maafisa afya katika kipengele cha viwanda vitakavyokuwa vinarutubisha vyakula, lakini na kiwango au na uhakika wa chakula ambacho kweli kimeongezwa virutubisho kwa ajili ya kuleta afya nzuri. Kwa hiyo kwenye vipengele vyetu kwenye mkakati wa lishe wa kimkoa na hata kwenye ule mkakati wa lishe wa kitaifa, wakurugenzi pamoja na wakuu wa wilaya, mwone namna ambayo maafisa hawa moja kwa moja watakuwa na wajibu na wataingizwa kwenye upimaji utakaohakikisha viwanda ambavyo vitakuwa vimeteuliwa vinafanya shughuli hii ya kuongeza urutubishaji, lakini na maafisa afya watashughulika pia na kupima kujiridhisha na kuhakikisha na kukomfirmu kwamba kweli virutubisho hivyo vimeongezwa kwenye chakula. Hiyo ya haraka, ndani ya kipindi cha mwezi mmoja, halmashauri ziweze kununua mashine na kuzipeleka katika maeneo ambayo watakuwa wameainisha kwenye tathmini, na mashine hizo zisimamiwe, ziweze kufanya kazi ya kuongeza virutubishi kwenye mazao aa, kwa maana ya nafaka pamoja na mafuta ili tuweze kuendelea na mpango vizuri wa kutekeleza kwenye jamii katika kuondokana na udumavu na kuboresha hali ya chakula. Na kwa maana hiyo ile modo ya Ikungi sasa rasmi kuanzia leo tunakwenda kuitekeleza kwenye halmashauri zetu. Wakuu wa wilaya simamieni hilo, katibu tawala simamieni hilo la kuweza kupatiwa mashine na kuingia makubaliano ya namna ya kupatiwa mashine hizo kwenye maeneo yaliyofanyiwa tathmini na namna ya upatikanaji wa virutubisho vitakavyosaidia katika uendeshaji wa mashine hizo. Tume nitoe wito kwa jamii kwanza ku, kuikubali programu hii ya ongezaji virutubisho kwa chakula, kwa sababu inaenda kujibu changamoto zetu kwa jamii. Sisi kama ya kawaida tu kula ule mlo kamili haiwezekani pamoja na vyakula vingine vipo, lakini mtu unayemlenga zaidi anayekunywa uji asubuhi, sujui mchana anakula ugali na usiku anakula ugali, ili kupata zile vile vyakula vingine inakuwa kwake ni changamoto, kutokana pia na mambo ya kifedha, lakini upatikanaje? Kwa hiyo uongezaji virutubishi kwa chakula inaenda kujibu hizi changamoto za kilishi. Kwa hiyo jamii poke, okay. Na hizi zoezi limeanza kufanyika muda mrefu sana. Kwa sasa hivi, kwa mfano, kwa viwanda vyetu vya ngano, viko tisa nchi nzima na vyote vinaongeza virutubisho kwa chakula. Tuna mradi ambao kwa hiyo mradi tunafanya kwa karibu sana na serikali na wadau wengine ili kuhakikisha kwamba lishe inakuwa sio changamoto kwa kuweza kupunguza utapiamlo. Tumeweza kufadhili mkutano huu wa Katavi na natuengea kufadhili mkutano mwingine ili kuhakikisha kwamba hizi juhudi za urutubishaji au kuongeza virutubishi ya vya uh, vitamini na madini uh, zimekuwa sio kazi kubwa kwa wasindikaji hawa ambao ni uh, wasindikaji wa unga wa mafuta lakini pia wa ngano. Kwa hiyo, kwa pamoja tumekuwa tunafanya uh, juhudi mbalimbali kupitia jukwaa la wataalamu kuhakikisha kwamba hawa wasindikaji hawaingii uh, gharama yoyote wala hawaoni kama, kama ni changamoto, bali waone kama ni fursa ya kufanya biashara zao vizuri. Kwa hiyo watu wasaidie katika za tofauti kuhakikisha kwamba wanafikia vile viwango vinavyotakiwa na mamlaka zetu kama TBS, ili kuweza kuhakikisha kwamba basi wanakuwa hawawezi kuendeleza tena wala kufungia biashara zao, hasa katika kipindi hichi ambacho kanuni mpya za urutubishaji zimezinduliwa.